Kwa majina naitwa Innocent Barizukwa, ni mmiliki wa mashamba katika mgodi wa Msasa maini goridi. Tunashukuru serikali kwa kutupatia leseni. Bahati nzuri wenzetu wamekuwa ni waadilifu, ni wazuri, walipofika eneo hili walitushirikisha kama wenye leseni. Tunafanya kazi kwa umoja pasipokuwa na changamoto yoyote. Jambo lolote linapojitokeza tunasaidizana kimawazo na, kima na kiutekelezaji. Sisi hatuwezi tukawapinga chochote na, na sisi watupinge chochote. Tunashirikiana, tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mama kutupendelea sisi wachimbaji wadogo wadogo kwenye maeneo yetu haya, tunapopata maeneo tunayoyavumbua yanapata rasilimali za madini ya dhahabu kupatiwa leseni vimo vya chini. Tunashukuru sana na tunamshukuru sana mama kwa kushukuru wenzetu wenye leseni, tunataka wawe na moyo huo huo wanaoufanya. Tunashirikiana, changamoto inajitokeza, tunaambizana bana, hapa kuna moja mbili tatu. Sijaona kasoro, ila kama kuna changamoto hizo zitakuwa ni hila za watu. Kwa majina, naitwa Hamduni Stamili Mtafuni, ni mkazi wa Geita Mjini. Na pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii tuliyopatiwa na kikubwa zaidi tunapenda kuishukuru Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutokana na misingi bora iliyowekewa na sheria zilizo kwenye wizara yetu, hususa Wizara ya Madini, ikiwa na kipaumbele cha mama ambaye ni madokta Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa neema hii, kwa kuendelea kutupa na kutuunga mkono wachimbaji wadogo, kwa kutupatia ridhaa ya kumiliki leseni wenyewe na pia kuendelea kutusimamia kutuonyesha masoko na kusimama na wachimbaji na kuonyesha nia ya dhati kwa wachimbaji wote wa Tanzania kupitia wizara hii inayosimamiwa na, na Mheshimiwa Anthony Mavunde ambaye ni waziri wetu wa madini, na pia napenda kuchukua fursa hii kumpongeza kwa kuweza kuaminiwa tena kwa mara ya pili kuendelea kusimama na sisi wachimbaji wadogo kwenye industry hii na pia na sisi tunaamini hatuwezi kumwangusha, kutokana na kile alichoonyesha juu yetu kwa kuturasimisha maeneo. Na eneo kama hili tuna wachimbaji zaidi ya elfu tano, wote wananufaika kupitia wizara hii ambayo anaisimamia Mheshimiwa Mavunde, akiongozwa na Mheshimiwa Rais. Na pia tunanufaika kwa mapato mbalimbali kwa kuchochea upande wa uchumi, vijana wanapata ajira biashara mbalimbali zinafanyika katika mgodi huu, na nadhani hakuna wizara ambayo inapewa kipaumbele kama hii tulionayo. Kwa pato la taifa kwa sasa hivi, ukiona inachangia zaidi ya asilimia tisa point saba na tunaamini tutavuka zaidi, na malengo tunayakamilisha tuna kama wachimbaji, kwa kusimamiana, kuelekezana, kufata sheria. Na juzi nilimuona Mheshimiwa Mavunde anasema wote tuwe walinzi wa wenzetu na wale ambao watahusika kwa ajili ya utoroshaji wa madini E, watachukuliwa azabukari. Na ninawasihi wachimbaji wenzangu tuendelee kujituma kwa kufanya kazi, na kazi hii inalipa, manufaa ni makubwa. Kama unavoona ni watu wengi sana na mzigo, kama unavoona yote hii ni rasimimali ya Watanzania ambao wamejitoa, wapo hapa tunasimamiana na tunanufaika wote kama, kwa pamoja kupitia wizara hii. Kwa majina nahitua, Silayo ni mwanamke mchimbaji na kuweza kupata kipato. Tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Hassan Suluhu kwa kutuwezesha wakina mama kuweza kupata mitaji, kwa kutuwezesha kina mama kuweza kupata mitaji ya kuweza kuchimba na kuweza kujipatia riziki. Maana yake tunachimba, tunapata riziki, tunasomesha watoto, tunajitahidi, tunajenga nyumba. Kwa hiyo tunamshukuru mpaka hapa tulipo tumefikia kiwango kikubwa sana cha kina mama wengi. Sasa hivi ni wachimbaji, wananufaika. Tunashukuru pia, tumewezeshwa na wizara kuweza kupata leseni kwa njia rahisi. Tunapata leseni, tunaweza kuwa wachimbaji wa aina wa tofauti, tunakuwa wachimbaji wadogo, tunaweza kupata riski. Kwa hiyo ni jambo la heri. Tunamshukuru pia Mheshimiwa Waziri Anthony Mavunde kutuwezesha pia kuweza kupata leseni kwa urahisi. Tunashukuru uongozi uliopo hapa, tunaweza kupata maduara kwa njia rahisi, tunaweza kuchimba na kuweza kupata riziki zetu. Pia vilevile tunajitahidi kuweka mazingira vizuri, usalama na pia tuna, tunaomba wakina mama msiogope kuja kuchimba katika maeneo kama haya, tunaomba mje maduara sehemu za kuchimba zipo, mtapata bila wasiwasi wowote. Uongozi uko vizuri. Uwepo wa mgodi huu tunaushukuru, toka umeanza mpaka leo watu ni wengi, tumeweza kujikomboa wanawake kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa majina, naitwa Laurent Stuart Mgasa, ni meneja wa mgodi wa Msasa Gold Mine. Tumia fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Madini kwa kuweza kutupatia leseni za wachimbaji wadogo, jambo ambalo limekuwa tofauti na awali. Ni ni mfumo rahisi sana wa kupata leseni, kutuma maombi kupita application. Baada ya hapo unapata utaratibu kamili wa kupata leseni, na sisi tulifuata utaratibu tukapata leseni. Tunashukuru kama ndivyo. Habari kwa jinsi mlivyoona. Mgodi wetu kiukweli, tunashukuru Mungu, umesaidia kupata riziki na pia mesaidia riziki kwa watu wengi wa makundi tofauti. Jinsi mnavyoona, mgodi wetu hapo una zaidi ya watu elfu tatu mia tano hadi elfu nne wote wanapata riziki kupitia mgodi huu. Kati ya watu humo kuna makundi ambao ni wachimbaji moja kwa moja wanazama kwenye maduara, lakini wapo wa mafundi wanaofunga maduara, wapo wadhamini wa hayo wa maduara, lakini pia wapo wanunuzi wa mawe kuna makundi pia ya kina mama ambao wanahusika na felo na ukwale. Kuna makundi ya wabeba mizigo ambao wamegawanyika, wengine kwa baskeli, wengine kwa kutumia jitihada za za kubeba. Lakini tofauti na hapo, pia kuna makundi mengine ambayo yanapata riziki kutokana na uchimbaji huu, ikiwemo wamiliki wa maroji au magesti tunayokaa, wapishi wa chakula na wanaouza maduka, ili kuweza kupata huduma sehemu tofauti tofauti kubwa zaidi tunashukuru kwa sababu tunaweza kupata riziki moja mmoja, na pia serikali inaweza kupata kipato. Kwa hivyo mgodi, tunashukuru sana. Kwa sasa maeneo yetu ya wilaya ya Bukombe ndio sehemu ambalo tunaweza kuwa na makusanyo makubwa kwa maana ya kodi ya serikali, sasa inaweza kuwa zaidi ya milioni mia mbili hamsini na kuendelea, ambayo inapatikana hapo, lakini halmashauri zetu pia zinakusanya kupitia hapo, lakini na wale ambao ni wanakijiji wa maeneo haya haya kuna kazi zile ambazo hazihitaji elimu wala uzoefu wa kutosha, tunaelekeza na tunafanya kazi kwa pamoja. Tunashukuru pia vyombo vya ulinzi na usalama vya wilaya, hususan mkuu wa wilaya na afisa madini mkazi. Tumekuwa tukishirikiana kwa moja na mbili, yoyote inazokuwa imetokea hapa tunatakana kwa ushirikiano, tunafanya kazi vizuri kwa ushirikiano na wenye mashamba, serikali ya kijiji, tunapata riziki, hivyo tunashukuru sana kwa uongozi wetu, kwa maana ya wizara ya madini, na pia mi nitumia nafasi hiyo kuwaasa vijana au na watu wowote wenye wenye dhamira au woga wa kusika kutafuta leseni, mfumo ni rahisi sana nayoma, rohi, li, na na yoyote anayeomba anapata. Kupitia eneo hili la Msasa Gold Mine lilianza na rush. Rush ni mfumo ambao sio uchimbaji rasmi, na wale wanachimba hapa kwa leseni. Baada ya hapo sisi tupata utaratibu wa kuomba leseni na tukapewa leseni kusanishwa na wale watu wale wale waliokuwa na na rashi hapa, kwa maana ya ya hiyo sesa, tukakabidhiana, wakatoa kilichokuwa wamezalisha wao, na tukaanza utaratibu tunachimba kama leseni. Na kwa mazingira ayo ukiangalia hapo, wao walikuwa na changamoto, kwa sababu ulichimbwa mfumo wa rashi unakuwa kama ni uvamizi, maduara yanachimbwa bila kufuata usalama mm, hayapimwi, haijulikani haya mmiliki wa nani, lakini baada ya hapo kusimama sisi tumeanza kupanga mgodi kufikia mashimo yale ambayo ni hatarishi ambayo hayafanya kazi, lakini ukilinganisha na kupitia utaratibu na maelekezo ya Wizara ya Madini kupitia tume kwamba msimu huu ni wa mvua kwa sasa mm -hmm. Tumeajibika kukata mitaro kuzunguka mgodi nzima, lakini pia tumepanga maduara na kujengea mabanda ma makubwa ili kuzuia mvua kuingia tena kwenye maduara mm -hmm. Tunaendelea na utaratibu huo, unafuata utaratibu zote wa mazingira wa afya ikiwemo kuwa na vyoo changamoto uh, ya mvua mara nyingi, kwa sababu tumeshakuwa na uzoefu wa kutosha. Mara nyingi hata tunayokuwa nayo, cha kwanza huwa tunajenga kuchimba mitaro, pili kujenga mabanda, lakini kutengeneza mitaro midogo midogo kutoka kwenye maduara kwenda kwenye mitaro mikubwa. Na kingine zile foundation za kwenye mashimo ambazo zinaonekana ziko chini, huwa tunaziongezea miti, kwa maana ya kunyanyua foundation ili kuepuka anga ya maji ya mtiririko kuingia kwenye, kwenye maduara. Hiyo tunachokifanya, lakini pia tunawapa elimu wachimbaji wetu inapotokea sasa msimu wa nani mvua, ni dalili za mvua inapotaka kunyesha, mara nyingi tunazuia kufanya kazi, waliokwena masimu wanatoka mpaka mwisho wa mvua utakapoisha. Inakwenda idara ya ukaguzi, inakagua na kuhakikisha kwamba mgodi uko salama, hamna maji, hamna kreni, basi narusia kuendelea na kazi.